Sehemu gani ambapo Gaborone alikuwa bora sana kiasi ambacho Simba akapitia tabu kipindi cha kwanza na kipindi cha pili? Uh, maandalizi bora na kujiandaa kiakili. Unajua kuna muda mwingine uh, mkishajua kwamba hamna chochote ambacho mnapaswa kukifanya zaidi ya kupata ushindi, mnabadili system ya kucheza. Walikuwa bora kila maeneo, yaani ukiangalia kwenye eneo lao la ulinzi, kwenye eneo la midfield ambao unaweza kusema ilikuwa ni uti wa mgongo wa timu yao, walikuwa bora sana maamuzi wakiwa wanaitoa timu kutoka kwenye eneo la ulinzi, eneo la katikati, mpaka eneo la mwisho, walikuwa na muunganiko mzuri sana. Hata walivyokuwa wanafanya switching zao, mpira ukitoka kwenye eneo la kulia la mlinzi, wakiubadili ukienda kwenye eneo la kushoto kwa winga ambaye Shomari Kapomba alikuwa na mkaba, ukunaona pasi zao zote zilikuwa zinafika yani, kuwa na uwezo wa kupiga high ball ikafika kwa mtu, wakapiga throw pass baadaye ikafika kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mtu ambaye wanamhitaji. Walikuwa kobora sana kwenye eneo la midfield eneo ambalo Simba walikuwa wanapata tabu sana namna kuweza kutuliza timu viungo wao. Nadhani kwenye mechi ya kwanza walistadi vizuri sana, Simba walikuwa wameshaona ni sehemu gani ambayo Simba ikishadhibitiwa wanakosa ubunifu wa kuweza kutengeneza mashambulizi kutoka kwenye eneo la kujilinda kwenda kwenye eneo la midfield mpaka kwenye eneo la kushambulia. Kwa hiyo, wakati wanakabiliana na Simba walikuwa wanahakikisha kwamba maeneo yote matatu ya Simba hayafanyi kazi zilizonzuri kwanza waliwafanya Simba wawe mbalimbali, yani distance ya mtu mmoja na mtu mwingine wawe mbali, ili washinde kupasiana pale ambapo wanahitaji kuweza kutoka kwenye eneo lao. Lakini uh, wao walikuwa wakipata mpira, wanakuwa jirani, kwamba mmoja ikiwa na mpira unamuona mwenzako kirahisi, mnatoka kwenye eneo lenu na kujilinda, mnaenda kwenye eneo la kushambulia mkiwa bado mko karibu karibu, jambo ambalo liliwafanya sasa Simba wapate tabu, kwa sababu muda mwingi Simba walijikuta wako mbali, yani mmoja yupo huku mmoja yupo huku, anapokuwa na mpira uh, Yusuf Kagoma akitaka kumwangalia mwenzake anaona yuko mbali, wakashindwa ku, wa, ku, kuposesi mpira wakajikuta muda mwingi sana wana, wanakimbia wana uwanjani, lakini wanakimbia bila mafanikio. Kwa hiyo ilikuwa ni kazi nzuri ya kocha wa Gabon, uh, Gaborone, ambaye kwenye mechi ya kwanza nadhani alitumia muda wake mzuri kwa stadi Simba, lakini pia kuchukua muda kuangalia uimara wa Simba uko wapi na namna gani ambavyo anaweza kucheza nao na amefanikiwa na, kwa sababu dakika zote alionekana kutawala mpira, hata wachezaji wake walikuwa wanaonyesha kabisa kwamba wanahitaji mechi na wamempa kazi ngumu sana uh, Simba ya kufanya kwamba sasa hivi wanaelekea kwenye kipindi ambacho hawana kocha, lakini wanahitaji kuweza kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye timu yake, kwa sababu maeneo mengi yako chini, yani huoni timu ikioperate vile ambavyo inatakiwa. Kwenye eneo la ulinzi la katikati pale bado, yani, uh, Rushain pamoja na Chefondo na uh, Chamu, unaona yani kuna baadhi ya vitu ambavyo anavimiss kuna ile silaha ambayo mlinzi unataki uchague, yaani mimi ile mlinzi ambaye nishajua kwamba sina spidi mm, mpira ukipigwa, mimi silaha yangu kubwa ni, ni kitu gani? Ina maana naweza nika nikawa na nakaa kwenye njia ambayo kama mpira unakuja inakuwa ni rahisi kwa mimi kuweza kuwahi huo mpira, ama mimi silaha yangu ni kukimbia, naacha space ambayo mpira kama unapigwa na kuwa na urahisi wa kwenda kuifikia. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo Simba walivimisi leo hii ambavyo naamini lazima waende akafanya mabadiliko kwa sababu timu yao inacheza ikiwa bado haina taswira ya kila ambacho wanakitafuta unajua tulishazoea simba wakishindwa kutengeneza nafasi kwenye eneo la midfield la katikati wanatumia eneo la fullback shomari kapombe pamoja na mohamed hussein kipindi kile ambayo alikuwa anatumika kama wingback lakini haya maeneo yanapokosa huduma ya kuzalisha mbele timu naona inakosa ubunifu shomari kapombe leo alikuwa hapandi kwenda kushambulia timu ikakosa ubunifu wakategemea labda pengine Elimu Panzo atafanya hivyo, lakini naye bahati mbaya kwake kazini ilikuwa sio nzuri, akashindwa kuifanya sasa lile eneo liwe bora zaidi. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo ambayo kwa Simba ni, ni, ni uti wa mgongo kwa mechi ya leo, hawakufanya vizuri ndio maana walikuwa wapo chini. Kwa hiyo naamini kwamba kwa kocha kama ambaye atampata ataanza na hili, namna gani timu inatoka kwenye eneo la kujilinda kwenye eneo la midfield, namna gani wanatengeneza nafasi ambazo zinaweza kuwa ni rahisi zaidi na wakazitumie. wakazitumia <tokatala>